Namna mume au mke wa kiroho yaani jini mahaba anavyoweza kumwingia mtu. Kwa siku ya leo utakwenda kuangalia namna ambavyo huyu jini mahaba anavyoweza ya mtu. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakimilikiwa na jini mahaba na wao wameshindwa kuelewa je, huyo jini aliingia jengiaje. Wengi wamebakia njia panda. Leo nitakwenda kukufundisha jinsi anavyoweza kuingia kwenye maisha ya mtu. Lakini pia nitakuelekeza namna ya kufanya maombi ili huyo jini asiwe asiwe na nguvu juu yako. Watu wengi wamemilikiwa, wengine ndoa zao zimeharibika kwa sababu ya jini mahaba. Lakini wengine wamejikuta kila wakilala usiku wanaota ndoto wakiingiliwa au wakifanya mapenzi na mwanaume. Kama ni mwanaume anaota anafanya mapenzi na mwanamke, na kama ni mwanamke anaota anafanya mapenzi uh, na mwanaume. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, wengine kabisa wako kwenye ndoa na uh, wako kwenye ndoa, lakini anaota anakutana mtu mwingine tofauti na mme wake au tofauti na uh, mke wake. Wengi wamekuwa wakijiuliza maswali kama haya. Mambo haya yote leo nimekuandalia kwenye video hii, lakini kabla tujaendelea, ni siwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru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 mjifunza, basi hakikisha una subscribe, kisha unabonyeza kitufe cha alama kingere. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu wenye akili na wanaopenda kujifunza, lakini pia utakuwa wa kwanza kabisa kupata mafundisho yetu mbalimbali tunaoyatuma kila siku. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie namna mume au mke wa kiroho, yaani jini mahaba, anavyoweza kumwingia mtu. Jambo la kwanza, kwa kuokota vitu mume au mke wa kiroho anaweza kuja kwa kitendo cha wewe kuokota vitu njiani au mahala popote, mfano pete, mkufu, shanga, hereni, bangili, aa, au kikuku, kisha ukakivaa. Ni muhimu ufahamu kwamba shetani anaweza kugeuka akawa kitu chochote au aa, akavaa umbo la kitu chochote na wala usijue kama kitu hicho ni jini. Kama una maarifa ya rohoni ya kujua kweli, huu shetani atakuchezea sana. Ana sababishia uokote kitu njiani na kuanza kukitumia bila kujua kimetoka wapi au ni cha nani. Hatimaye unakuwa umefunga ndoa na shetani bila wewe kujua. Baada ya hapo, anaanza kutokea, unaanza kutokea kwenye ndoto. Utashangaa umeanza kutokewa na jini ambaye anakuja ukiwa umelala, na anangang'ania kukutana na wewe kimwili. Jini anaweza kuwa ni mwanaume au mwanamke. Wakati mwingine, unaota mtu anakutana na wewe we kimwili, mwenye jinsia moja na wewe, kwa hiyo. Uki, uki, si, au njia moja wapo ambayo jini mahaba anaweza kukuingia ni kwa njia ya kuokota vitu. Asilimia kubwa watu wameingiwa na majini kwa sababu ya kuokota vitu. Unakuta tu unatembea zako njiani, ghafla unakutana na na pete, unakutana na hereni, unakutana na bangili, unavaa. Kumbe lile bangili au ile pete ni jini, kwa hiyo unaweza kwa umekutana nao baada ya kuvaa tu Unashangaa tayari ume, umefunga ndoa na jini mahaba tayari. Jini mahaba anaanza kukumiliki hata. Unaweza kuwa ni mume wa mtu, ni mke wa mtu, lakini tayari kumbe wewe pasipo kujua, kwenye ulimwengu wa kiroho tayari unamilikiwa na mwanaume mwingine, tayari unamilikiwa na mwanamke mwingine, kwa kwa njia ya kuokota vitu. Ni kwambie shetani ana uwezo wa kujigeuza na kuwa vitu mbalimbali, au kuwa kitu chochote kile, anaweza kujigeuza. Ukafika sehemu kaona ah, hapa hakuna shida ukaamua kuokota labda ah, bangili ukaona hii bangili nzuri, hii pete nzuri. Umeona pete nzuri ukaamua kuokota ukaivaa, kumbe baada ya kuvaa kuivaa tu tayari ile jini mahaba linaingia kwenye maisha yako. Unaweza kukuta umeokota mkufu, umeokota cheni, umeokota umeokota pete. Kwahiyo baada ya kuivaa tayari unakuwa umeshaingia agano na jini mahaba, na jini mahaba tayari ukiingia kwenye ukiingia agano naye, maana yake anaanza kuyatawala maisha yako na kuyaendesha. Kwa hiyo hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa umemilikiwa na jini mahaba eh? hii ni ishara mojawapo ambao, au uh, njia mojawapo ambao jini huwa anaingia. Kwa hiyo ukiokota kitu unakuta tu kitu kiko njiani unaamua kiokota na unakivaa, kumbe, baada ya kukiokota kile kitu na ukakivaa, tayari unakuwa umeshaingia agano na huyo jini mahaba. Lakini ishara namba mbili, kuwa na uhusiano na jini. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, sio kila unayemwona hapa duniani, anatembea, anaongea, anacheka, analala, anakula, ukaona kama ni binadamu ni maombi yangu jambo hili likae kwenye ufahamu wako maisha yako yote ya kwamba usizani kila mtu unayemwona ni, ni mtu. A, malaika ni viumbe ambao wanaweza kuvaa mwili wakawa wanadamu ukaishi nao kama wanadamu. Lutu alipokea wageni, kwa sababu Biblia tunaona Lutu alipokea wageni akataka kuwapa maji ya kunawa na kuandalia chakula, lakini wale walitaka kubaki uwanjani. Hawa hawa hawakuwa watu, walikuwa ni malaika. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha ukisoma kwenye kitabu cha uh, cha Mwanzo sura ya kumi na tisa na mstari wa kwanza hadi wa pili imeandikwa nukuu: basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni na Lutu alikuwa wa wamekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi, akasema, bwana zangu karibuni, na wasi mwingie nyumbani mwa mtumwa wenu mkalale mkanawe miguu yenu hata asubuhi mwondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Unaweza ukajiuliza, Lutu hakufahamu kwamba wale hawakuwa watu? Kama alifahamu, je, hakuwa anaogopa kuwa alikuwa anaongea na wasio watu? Kuna maswali ambayo mtu anaweza kuhoji. Kwa kuendelea kusoma hiyo sura katika Bibilia, utaona kwamba watu wa mji ule wakataka kuanzisha uhusiano wa kimwili na watu na wale malaika wakijua kuwa ni watu wa kawaida. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na tisa, kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na tisa na mstari wa tano hadi wa nane imeandika, wakamwita Lutu wakamwambia Wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, basi wa na wasi ndugu zangu msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasii nitawatolea kwenu, mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu, ila watu hawa msiwatendee neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Kwa hiyo kumbuka, wageni hao walikuwa ni malaika, lakini hao watu wanasema kwa Lutu kwamba wanataka kuwajua wageni, yaani kuwa na uhusiano wa kimwili na wao, ingawa ni malaika. Inatufundisha kumbe, hata jini anaweza kuvaa mwili na akawa na mvuto kama walivyokuwa hawa malaika na akawa na uhusiano wa kimapenzi na mtu. Wewe bila kujua ukweli huu unajisifu, ah, nimepata kaka mmoja mtanashati mzuri, eh, usijue kuwa kaka huyo ni malaika wa giza, yaani jini. Unasema, ah, nimechumbiwa na kaka mmoja anaye amenyoka kuanzia miguu mpaka mabegani, ukimwona unafurahi, eh, au unasema nimepata mke au mume mzuri anapendeza msafi kumbe ni jini ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto uh, kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya kumi na moja na mstari wa kumi na nne imeandikwa wala si ajabu maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru kwa shetani naye anaweza kujigeuza akawa mfano wa malaika wa nuru anaweza kaja kwako kama kaka anaweza kaja kwako kama dada na ukaingia naye kwenye mahusiano kumbe sio mtu ni jini kwa hiyo unajikuta tayari ile jini limeshaingia kwenye maisha yako tayari la kuwa lina, lina linalala na wewe pasipo kujua. Lakini njia nyingine uh, njia nyingine ambayo jini mahaba anaweza akaingia kwenye maisha yako uh, ni kuwa na uhusiano na mtu mwenye majini. Kwa hiyo namna ya tatu ni kwamba ulikuwa na uhusiano wa kimwili na mtu ambaye yeye ni binadamu, lakini ndani yake ana majini. Mkishakutana kimwili na mtu wa aina hii, nawe unakuwa na majini, na baadaye ndio yanaanza kukutokea usiku na kukutaka na kukutana wewe, na wewe kukutana kimwili, utakuwa unahisi kuna mwanaume huwa anakuja kukutana na wewe we kimwili, lakini ukweli ni kwamba anakaa ndani yako. Mara nyingi waganga wa, wa kienyeji hupenda kufanya mapenzi na wateja wao wakiwadanganya wanawatibu, kumbe wanawaingizia mashetani, yani majini ndani yao. Ndio maana baada ya kuzini na mganga wa kienyeji ndipo ulipoanza kuota unafanya mapenzi na mtu ndotoni. Hili ni jambo baya sana kwa sababu unakuwa umeenda wewe mwenyewe kwa mganga kwa sababu ya matibabu, hivyo unakuwa umenunua yale majini bila kujitambua na yanakuwa na nguvu ndani yako kwa sababu umeyafuata mwenyewe. Biblia inatuonya inatuonya sana kwa habari ya uzinzi uh, na tamaa zote. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya sita na mstari wa 16 imeandikwa, au hamjui ya kuwa yeye aliye na mkahaba ni mwili mmoja naye, maana asema, wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo hii ni njia ya tatu ambayo yale uh, majini yanaweza kakuingia, lakini njia nne, binadamu ambaye ni mchawi. Mchawi anaweza kuvua mwili wake akawa rohoni akaenda mpaka kwenye nyumba yako kwa umbo lolote na kukutana na wewe kimwili na kukuachia mashetani kwa lengo la kuiba kibali chako. Kwa mfano, mchawi anaweza akawa anataka kuyaharibu maisha yako, hivyo anachokifanya, usiku ukiwa umelala, anakuja nyumbani kwako, anazina wewe wewe. Unaona kama unaota, lakini ni halisia, amekuja. Hicho ndicho kinakuwa chanzo cha wewe kuharibikiwa maisha yako na kupoteza kibali chako. Kwa hiyo mchawi anaweza akaja kwako anaweza akaja kwa kwako wakati umelala, akazini aka na wewe pasipo kujua. Unaona tu umelala, kuna mtu anakuja analala na, na, na, na, na, na kumbe ni mchawi. Kwa hiyo tangu anapozini na wewe, maana yake anakuwa anakuachia majini kwenye maisha yako. Kwa hiyo hata uko naomba unaweza kuwa naomba unasema katika jina la Yesu ninaharibu mume wa kiroho, mke wa kiroho na mwangamiza kwa damu ya Yesu. Ninajitenga na mume wa kiroho, ninajitenga na mke wa kiroho. Ukao naomba maombi haya yatakusaidia. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia ningependa kukumbusha kama bado huja subscribe basi hakikisha una subscribe, lakini pia hakikisha una like video hii ili iweze kuwafikia watu wengi. Tukutane kipindi kijacho na kupenda.